Na watangazia wakubwa na wadogo, matajiri na maskini wa bara la Afrika, boma la agano la mtu mweusi na kitabu cha kutuunganisha na Mungu wa mababu zetu kiko miongoni mwetu, akoti nanga na alishaweka misingi ili nasi tujenge ustarabu wetu kama watu weusi. Hakika nawaambia wale waliofanikiwa ndani ya mfumo tulioachiwa na wakoloni hawakuijua boma hilo, wengine walijua wakapuuza. Walioitambua ni wale ambao walikuwa wamechoka na mfumo wa mkoloni, wakipigwa na shida na kukataliwa kila mahali, walitangatanga huku na kule, wakitafuta msaada wao. Wale waliogundua kuwa Jehova Mungu ya Waisiraeli siyo Mungu wetu na Ala Mungu ya Waarabu siyo Mungu wetu, walivyomutambua Ondeto Wili Winji wakawona kitabu na boma la agano lao, walilia machozi ya furaha, wakasema hakika Mungu wa mababu ametukumbuka tena. Walivua wa nguo ya mkoroni, wakatupa majina za wageni, wakarudi asiri wakisema kama mbaya na iwe mbaya, tumemmpata baba wetu. Hivi ndivyo utumwa ulianza. Waafrika waliona mwarabu akiingia na kitabu na sauti ndefu sana akisema ala kibar. Mweusi akamkimbilia akidhani atapata msaada lakini alijipata utumwani na kuwa mnyenyekevu mbele ya Mwarabu. Ara hawezi akampatia nguvu ya aina yoyote. Mtu mweusi amwajiri Mwarabu akamtegemea mirele. Mtu mweusi aliona Mzungu akiingia na vinanda na kitabu mkononi akisifu Yesu Kristo mwana wa Yusufu, nyuma akiwa ameficha mitutu ya bunduki. Mtu mweusi akasema haa nimepata mkombozi, Yesu alikufa msalabani kwa dhambi zetu. Hovyo sana, akaingia utumwa mkuu na kuchanganikiwa. Yesu huyu hakuweza kumsimamisha mtu mweusi asimame imara mbele ya mzungu, akawa mtumwa na tegemezi kwa uyo mzungu milele. Watu weusi wamechanganikiwa, wako tayari kuuana mandugu na mandugu wakizipigania dini za wageni uchungu sana. Hakika Mungu wa mababu ametukumbuka. nakusiiewe Mwafrika, usipatie mgongo boma lako, usidharau kitabu ya agano lako na mungu wako na mababu zetu. Pinduka kidogo, tazama nyumbani, chukua hatua kwa uwezo wako wote, jenga agano lako na ustaarabu wako kama mtu mweusi, ujiondoe kwa utumwa na utegemezi ya wageni kiroho na kiuchumi. Lekebisha penye makosa, jenga zaidi, simamisha jiji la ajabu, zidai zile nguvu zilizojenga piramidi za gono kwa faida yako vizazi na vizazi. Hakika Mungu wa mababu ametukumbuka. Sifa na utukufu napewe Mungu wa mababu kukumbuka watu weusi mara yingine tena. Hotep, hotep.